s kama unanielewa. Na kumbuka mambo mengi nimeyafanya uh, hayakuwa kwenye ahadi zangu za jukwaani. Ahadi zangu za jukwaani ni kuboresha masoko yote ya jioni ya jimbo la kigoma mjini, lakini pia kufuta vumbi jimbo la Kigoma mjini okay. Kwa hiyo kwenye upande wa masoko ya jioni mpaka sasa hivi nafanikiwa kwa asilimia hamsini kwa sababu moja mama kashaleta pesa za mfuko wa jimbo ambazo moja kwa moja nazielekeza kwenye uh, kwenda kuboresha uh, soko la jioni uh, lililopo kwa noti, soko ambalo niliahidi jukwani. Ukiangalia kwenye clip hapo, ukiwaplayia wananchi, utasikia nazungumzia kwa noti. Sasa nikaenda kwa JSM nikamuomba anisaidie kulijenga soko la kwa noti, akana, Baba Levo. unaomba masoko hata ujashinda. Nikamwambia mzee JSM mimi naenda kushinda ubunge jimbo la Kigoma mjini. Ndani ya siku mia moja za uongozi wangu katika jimbo la Kigoma mjini, tunaanza kulijenga soko la kwa noti. Tunalijengaje soko la kwa noti, ambako ndiko hapa leo nipo? Cha kwanza tunachokifanya ni kusakafia chini watu wa konoti hapa sasa hivi wanauza chini, ni vumbi. Uongo kweli? Kwanza tulitoa hilo vumbi, tulifute vumbi litengenezwe zile pavement kama lilivyofanya soko Marungu, vile vitofali vya zege vitengenezwe kwa eneo lote la soko la Konoti. Kwa hiyo watakuja wataalam kulipima, ili kuona namna ambavyo litaweza kuenea kwa wao kuweza kufanya biashara, ambalo uh, hata mwekezaji GSM Ah, ah, alionesha interest ya kusaidia pale, lakini this time amtaka sehemu kubwa zaidi, kwa tutampeleka kwenye eh, kwenye soko lingine la jioni. Ah, kuna soko liko Gungu, kuna soko liko Mwanga la uh, jioni ambayo ni makubwa na uh, ambayo yanahitaji pesa nyingi zaidi uh, lakini masoko yote yanatakiwa kuboreshwa, na sisi tunaanza na kwa noti, na pesa atakazozileta GSM tutanyomfora namo kidogo pia kupeleka pia kwa noti kwa ajili ya kumalizia soko la kwa noti liko kwa Ujiji. Ni soko lina historia kubwa tangu zamani. Kwa hiyo, angalia Dr. Samia Suluhu Hassan anachokifanya, akaleta pesa mapema ili wabunge waende wakaboreshe, eh, wakasimamie zile ahadi zao walizoahidi kwenye ni majimbo.